Leo nataka nikuonyeshe website nzuri ni sana, ambayo unaweza ukaangalia mpira online bila kusumbuka, yaani haina mambo mengi. Unaweza kaangalia mpira wa Ulaya click maana utakutana na mechi zote ambazo nataka kuziangalia ambazo zinachezwa muda wote, mechi zote. Sasa hii uzuri bwana, hii site unaweza pia ukaangalia mpira wa kibongo. Sawa, unaweza kaangalia mpira wa kibongo na mechi zote zinaonekana, kama ni UEFA kama nini. Sasa kwa mfano, kuna mpira wa kibongo ambao unachezwa sasa hivi, Geita Gold na Azam. Unaweza ukaclick hiyo, kisha click kama hivyo, unaisubiria hapo, inarudi kama hivyo. Sawa, tayari subiri Zotko uh, uh, ah, umeona eh? Uh, tena iko live kabisa. Uh, iko live ko, unaweza ukaangalia ukiona inalodilodi kama hivi Unakuwa wamekwambia hii flags refresh the page, kwa unakuja una, una juu refresh, inakaa vizuri na kwa inaenda vizuri. Hii haina shida kabisa, inatumia mbii chache, unaenjoy uh, mpira. Kwa natumaini hapo umeipata, ni website nzuri sana, hope you enjoy it. Kwa asanteni sana.